Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi mtazamaji wa video hii. Tunapoendelea na siku hamsini za Pentekoste na kwa siku ya leo tumefika uh, kwenye siku yetu ya kumi na sita. Mungu amezidi kutupatia neema, Mungu hajatupungukia tangu tulipoanza pamoja ile siku ya kwanza mpaka siku ya leo, tuko siku ya kumi na sita. Tutaenda hatua kwa hatua mpaka tutakapofika ile siku ya hamsini. Basi ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima popote pale ulipo, na siku ya leo upo tayari ili tujifunze kwa pamoja ni kitu gani ambacho Mungu anataka tena kusema na sisi au anataka kukufundisha kwa siku hii ya leo kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kama nilivyosema kwenye vipindi vilivyotangulia, kwamba Roho Mtakatifu huwezi kumaliza, huwezi kumjua kila kitu mpaka mwisho. Habari za Roho Mtakatifu tunajifunza hatua kwa hatua kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu, hana ukomo wala hana mwisho, lakini kwa kadiri anavyozidi kutupatia neema yake, tutazidi kumfahamu hatua kwa hatua. Waingereza wanasema step by step mpaka tutakapofikia mwisho wa kipindi, lakini hatuwezi tukafika mwisho wa Roho Mtakatifu. Basi bila kupoteza wakati, ni kupeleke moja kwa moja kwenye mambo ambayo tutaangalia siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya kumi na sita katika siku hamsini za Pentekoste. A leo tutaangalia neno la Mungu toka kitabu kile cha Waefeso sura ile ya tatu mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na sita. Kitabu hiki cha Waefeso Kiliandikwa na mtume Paulo na ni katika nyaraka ambazo ziliandikwa na mtume Paulo akiwa gerezani au akiwa kifungoni, na actually hizi barua au hizi nyaraka ziliandikwa makusudi kuonyesha ushirika wetu wa ndani, yaani na sisi kwa Roho Mtakatifu tumefungwa na Roho Mtakatifu. Ndo maana hizi nyaraka, wakati Paulo anaziandika, alikuwa anaandika mimi Paulo mfungwa wa Kristo amefungwa kwa ajili ya Kristo. Jambo la kwanza, alikuwa amefungwa kwa namna ya kimwili kwamba alikuwa gerezani, lakini vivyo hivyo alikuwa mfungwa katika roho, yani tumefungwa pamoja na Kristo. Unaona, sawa? Kuna ile watu tu wanaona sisi si wafungwa tena, sisi ni watu huru, lakini ile picha inakuonyesha kwamba wewe na Kristo ni wamoja, mmeshikamana, yani kama watu waliofunga ndoa wanavofungamana wanaishi kwa pamoja kwa upendo, sio kwamba umeingia kifungoni umewekwa pingu kama wengine wanavyoziita pingu za maisha za mateso na nini. Hapana, kwa Bwana Yesu ni raha, tunampata Bwana Yesu kwa raha zetu. Haleluya! kwa sisi ni wafungwa wa Kristo vilevile vile, kwa maana ya kwamba mwanzoni, kwa sababu tulikuwa tunatumikia dhambi, tulikuwa ni watumwa wa dhambi, tumefungwa huko kwenye kifungo cha dhambi sasa tumehamishwa yaani, tumehamishwa gereza moja tukapelekwa gereza jingine la Roho Mtakatifu, ili tufungamane naye, tumpende, tujuane vizuri, mahusiano yetu sisi na yeye yaongezeke. Kwa hiyo, Paulo aliandika waraka huu toka kwenye mtizamo huo. Sasa ukisha jua mtizamo, ndipo sasa unapoweza kuja kwenye maandiko haya. Paulo anasema kwamba kwa hiyo nampigia Baba magoti. Uh, ukianzia hata mistari iliyotangulia kidogo hata na mstari huu unatueleza moja kwa moja, kupiga magoti sio kwamba alikuwa anapiga magoti kabisa, ni ishara kuonyesha kwamba alikuwa akiwaombea. Labda huenda alikuwa anawaombea kwa kupiga kwa magoti au amekaa, inategemeana na gereza hilo lilivyokuwa. Lakini alikuwa anawaombea. Hawa watu walijua wameokoka. Sasa watu waliookoka unawaombea kitu gani? Ili waendelee vizuri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 Yani maanake kama haji kufanya vitu vya msingi, anakuja kusaidia saidia tu, kama vile labda ulivyo na mtu anakusaidia saidia kazi, anakusaidia kufagia fagia, anakusaidia usafi wa nyumbani pale kwao. Unaona kama Roho Mtakatifu ni mtu mwepesi mwepesi hivyo. Hapana hapa hey, Paulo anasema hivi, Mungu awajalie wa kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Yani kabla hata bado hajaenda kwenye pointi yenyewe anayotaka kuizungumzia akasema Mungu awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu. Yaani Mungu amejaa utukufu ndio maana anaitwa Baba wa utukufu. Sasa Mungu huyu aliyejaa utukufu anasema kwa kadiri ya utajiri wa utukufu huo awajalie nini? Awajalie kufanywa imara kwa nguvu, mfanyike imara kwa nguvu kwa utajiri wa utukufu wake huo. Alafu sio hivyo tu, na kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika utu wa ndani. Maanake Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yako vilevile, anasaidiana anashirikiana na utajiri wa utukufu wa Mungu kuhakikisha kwamba unafanyika imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho Mtakatifu mwenyewe katika utu wako wa ndani. Utu wako wa ndani ni roho yako, ni yule mtu wa ndani ambaye ndiye ambaye ameokoka. Utakapokufa au Yesu akija mwili huu utarudi kwenye udongo, ila yule mtu wa ndani ambao ndo wewe halisi wewe, utaondoka mwili utabaki. Sasa huyo mtu wa ndani ndo anayezungumziwa hapa, ndo ikaitwa utu wa ndani. Huyo mtu wa ndani ambaye ndo mimi na wewe, ambaye tumeokoka, tumemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Kwa mujibu wa Biblia, mtu ambaye hajaokoka yule mtu wa ndani amekufa amekufa sio kwamba amelala, amekufa. Huyu mtu anaweza akajiona, ndiyo mimi nina roho nipo hai nini na nini na kwa namna fulani ni kweli, lakini kwa sababu uko kwenye ufalme wa giza, Biblia inasema kwamba uko mautini. Unapomwamini Bwana Yesu, unahamishwa kutoka mautini, unaingia uzimani. Hiyo imeandikwa kwenye Yohana tano ishirini na nne. Kwa hiyo unatoka mautini, kwa hiyo upo mautini, umekufa. Sasa baada ya kuokoka ile umekuwa hai, roho yako imekuwa hai. Sasa roho yako usipoipatia vitu sahihi vinavyohitajika, inakuwa legelege, inakuwa legevu, haina uwezo wa kufanya mambo ya kiroho yanayohitaji stamina ya kutosha. Wewe unafanya tu mambo mepesi mepesi, mambo madogo madogo. Mungu hakukuokoa ili ufanye mambo madogo madogo alikuokoa ufanya mambo makubwa yanayomwakilisha yeye baba yako wa mbinguni. Unamwakilisha hapa duniani. Kwa hiyo sasa, ili uyafanye hayo mambo, lazima ufanywe imara katika utu wako wa ndani kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, kwa njia ya maombi, hapa tumeshaona tayari kwamba Paulo alikuwa anaomba, Paulo alikuwa anaomba. Na kuomba sio kazi, ila tu watu huwa hawataki kuomba. Unaanza kuomba kidogo kidogo unachukua hatua kidogo kidogo, unaanza hata na dakika tano tano, baadaye utaenda kwenye dakika kumi na tano, baadaye utaenda kwenye nusu saa, na baadaye utaenda kwenye lisali moja. Kwa kadiri unavyochukua muda katika maombi, ndivyo unavyo exercise your spirit, ndivyo unavyofanyisha roho yako mazoezi. Kama mwili unavyohitaji mazoezi ili uwe vizuri, uwe na afya njema, uwe fit and healthy Ndivyo na roho yako inahitaji kuwa fit, inahitaji kuwa na afya njema. Lazima uifanyishe mazoezi, uwe na muda wa kuomba, na hasa kama unaweza kuomba katika roho, yaani kwa maana ya kunena kwa lugha. Sasa nena kwa lugha zaidi. Unavyonena kwa lugha, utu wako wa ndani unaimarishwa, na inatengeneza connection nzuri. Hata wakati mwingine Mungu akitaka kusema na wewe, Mungu ataongea na wewe vizuri. Roho Mtakatifu akikwambia kitu atakwambia na roho yako itasikia kwa wepesi. Kuna watu Roho Mtakatifu anaongea nao hawasikii, kwa sababu huku ndani hawajafanywa imara. Ndio hatukatai, umeokoka na ulitenda dhambi ukatubu nini na nini, lakini huku ndani hujafanywa imara. Utu wako wa ndani, masikio yako hayasikii vizuri, hata macho yako ya rohoni hayaoni vizuri. Kwa nini? Kwa sababu utu wako wa ndani hujaimarishwa. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuimarisha, hakikisha, yaani haukosi muda wa kusoma neno la Mungu na muda wa maombi, kwa sababu ukija kuomba lazima uombe kitu ambacho kimeandikwa kwenye neno la Mungu. Huwezi ukajiombea tu vya kwako ambavyo havipo kwenye neno la Mungu, lazima uwe na muda mzuri na neno la Mungu. Haleluya! Ndicho kitu Mungu anachokitaka katika maisha yetu. Kwa hiyo Paulo sasa alipolijua ili hili jambo na akaona hawa watu wamesha mwamini Bwana Yesu, ngoja ni waombee ili Mungu awasaidie wa Mungu awaimarishe wa katika utu wao wa ndani, kwa sababu utu wa ndani usipoimarika baada ya muda utarudi tena kwenye dhambi. Baada ya muda yale ambayo ulikuwa unaona mabaya, hayafai, hayapendezi, ndo unaona he, sasa ndo mazuri haya, ndo mambo yenyewe, hiyo tayari umeshaanguka, tayari umesharudi nyuma. Kurudi nyuma sio mpaka utende dhambi kabisa umekosea, ndo tujue kwamba umerudi nyuma? Hapana, hatua kwa hatua unayoyafanya hayo yanakuonyesha kwamba umerudi nyuma. Utu wako wa ndani unaanza kudhoofika, unaanza kudhoofika na baadaye, mwishoni, sisi ndo tunaona matokeo ya utu wako wa ndani kudhoofika. Kwa hiyo, kwa hakikisha kwamba unasonga mbele na Bwana Yesu. Jiombee nawe hii sala ambayo Paulo aliomba kwa ajili ya kanisa kwenye Waefeso sura ya tatu, jiombee na wewe, jiulize: kwa nini Mungu aliacha hii sala ikaandikwa? Sio kila maombi yaliandikwa kwenye Biblia. Mengine Biblia tu inatuambia mtu fulani akaomba, basi haujui aliomba nini, lakini sala ya mtume Paulo ikaandikwa hapa ili tujue waliombewa nini. Kwa hiyo na wewe ujiombee nini katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapata muda wa kuomba ili kusudi la Mungu liweze kutimia, utu wako wa ndani ukaimarishwe. Ijapokuwa utu wako wa nje unachakaa, lakini huku ndani Biblia inatuambia tunaimarishwa, tunahuishwa toka utukufu hata utukufu. Haleluya! Sasa na utu wako wa ndani ukiimarishwa, he kwa huku nje hautamwogopa mtu yoyote, hautaogopa jambo lolote. Na hiyo sio kiburi, ni kwa sababu ule uwezo wa kimungu unakuwa ndani yako, yaani ule ujasiri wa kimbingu, yule roho wa nguvu anakuwa juu yako. Yani unaweza ukamfesi mtu yoyote, ukamwambia jambo lolote, maadamu hilo jambo ni sahihi, linatoka kwa Mungu. Mungu atakusaidia kuliwasilisha ipasavyo usiogope zungumza kwa ujasiri biblia inatueleza hata na mambo mengine yaliyotokea wanafunzi walipojazwa na roho mtakatifu kwenye kile kitabu cha matendo ya mitume sura ile ya nne mstari wa thelathini na moja biblia inatuambia hata walipokwisha kumwomba mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa wote wakajaa roho mtakatifu wakanena neno la mungu kwa ujasiri kwa hiyo roho mtakatifu anapoyajaza maisha yako kuna ujasiri unaingia unaanza kuzungumza neno la Mungu kwa ujasiri. Wenda mwanzoni walikuwa waoga, wanazungumza neno la Mungu kwa woga, lakini Roho Mtakatifu anapokuja juu yako unafanywa upya. Roho Mtakatifu anapokuja juu yako unapokea ujasiri, unafanywa upya, ili uweze kumtumikia Mungu kwa ujasiri. Sio kwa ulegevu, sio kwa hofu, sio kwa kuto kujiamini. Jua kwamba unaye Mungu aliye hai, tembea kwa kujiamini, ukizungumza habari za Yesu aliyefufuka. Ongea kama vile ulikuwa pamoja na Bwana Yesu wakati anafufuka, kwa sababu ni kweli, ulikuwa pamoja naye. Biblia inatueleza kwenye kitabu cha Waefeso kwamba tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye tukafufuliwa pamoja naye tukaketishwa pamoja naye kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua neno la Mungu ni zuri sana. Roho Mtakatifu kumbe, anapokuja anakuja kuondoa hofu, wasiwasi na mashaka. Ndio maana mstari uliotangulia umetueleza vizuri mambo haya kwamba Roho Mtakatifu kazi yake anayoifanya ndani yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa imara katika utu wa ndani. Utu wa ndani ukishakuwa imara, huku kwa nje utaonekana ujasiri. Wengine wanaweza akasema kwamba unaringa. Ndiyo, unaringa kwa sababu aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Tembea kwa ujasiri, zungumza neno la Mungu kwa ujasiri. Mungu yuko pamoja na wewe kukutetea, kukupigania, kukusaidia, huna wa kumwogopa. Usifanye tu mambo ambayo labda yatakuwa kinyume na Mungu au mambo ya kukuingiza kwenye matatizo. Maadamu ni sawa na neno la Mungu, simama kwenye kweli ya neno la Mungu, songa mbele, mtumikie Mungu. Haleluya! Jambo jingine la kukumbuka, hii ni Matendo ya Mitume sura ya nne sura ya pili ndo wanafunzi kwa mara ya kwanza walijazwa Roho Mtakatifu, lakini kumbe waliendelea kujazwa tena, wakajaa Roho Mtakatifu. Hii ni sura ya nne, ni wakati mwingine tena walipoanza kuhubiri Injili wakaanza kuwatisha wakawakamata, baadhi wakasema, tunawaweka viboko, msizungumze tena kwa jina hili. Lakini wao wakatiana moyo, wakasema, jamani, tujiombee tena. Wakajaa roho Mtakatifu, wakazungumza neno la Mungu kwa ujasiri, hawakumwogopa mtu. Kumbuka serikali ya Kirumi ndiyo iliyoambia, msihubiri tena habari za huyu mtu ambaye nyie mnadai kwamba amefufuka sisi hatujamuona, lakini nyie mnasema kwamba amefufuka. Msiongee tena habari zake, mkiziongea kuna adhabu itakuwa juu yenu. Lakini watu hawakuogopa. Yesu aliacha amewaambia kwamba nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Yudea, Samaria na Uyahudi wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo maana walizungumza kwa ujasiri. Kwa hiyo hata na sisi ambao tupo kwenye kizazi cha sasa hivi tunatakiwa kuzungumza neno la Mungu kwa ujasiri, kama vile tuliliandika sisi, kumbe sio sisi ila Roho Mtakatifu, ambaye ndiye chief editor wa Biblia, ndiye mwandishi na mhariri mkuu wa neno la Mungu anakaa ndani yetu. Zungumza neno la Mungu kwa ujasiri usiogope. Bwana Yesu asifue sana. Tumalizie na mstari ambao ni mstari wa mwisho kabisa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Mstari wa mwisho kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume unapatikana sura 28 mstari wa thelathini na moja. Hizi ni habari za mtumishi wa Mungu Paulo wakati anahubiri Injili. Biblia anatuambia akihubiri, habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Kwa ujasiri mwingi. Paulo ujasiri aliutoa wapi? Ushirika wake na roho Mtakatifu. Alitembea na roho Mtakatifu, alijifunza habari za roho Mtakatifu, akachochea mahusiano yake na roho Mtakatifu. Kilichozaliwa ni ujasiri. Alikuwa na ujasiri mwingi. Kumbuka hapa alikuwa amefungwa tena kifungo cha nje lakini alikuwa na ujasiri wa kuhubiri Injili. Watu walikuja nyumbani kwake pale, akafundisha neno la Mungu kwa muda mrefu, asikatazwe na mtu, lakini alihubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa chochote unachokifanya, kifanye kwa ujasiri. Mungu yuko upande wako. Unafanya kazi fulani, unaenda ofisini, nenda, ingia kwenye ofisi kwa ujasiri. Usiende kama mtu ambaye ni mnyonge mnyonge, utafikiri uko kwenye msiba au amefiwa. Hapana, nenda kwa ujasiri, usiogope. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi yuko upande wako. Tembea kwa ujasiri, zungumza kwa ujasiri, fanya mambo kwa ujasiri, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe, nao utafanikiwa katika yale yote unayoyafanya. Basi naomba nikuache mikononi mwa Mungu ni, nikuombee ili neema ya Mungu ikutunze mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu, ni Mungu mzuri, ni Mungu unayeweza. Asante kwa ajili ya wote ambao wameangalia kipindi cha siku ya leo na wamejifunza mambo kadha wa kadha. Bwana Yesu, ninawaombea neema yako, ukaendelee kuwatunza na kuwasaidia ukawashika kwa mkono wa kuume wa haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Nami namwombea kila mmoja mmoja, ukamjaze tena kwa kiwango kingine Roho Mtakatifu asiondoke kama alivyokuja, asibaki vile vile. Ninamwombea neema yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya pekee, neema ya ajabu, ikawe pamoja naye, ukamjaze tena Roho Mtakatifu kama wanafunzi walivyojazwa tena na tena ndivyo, Bwana, ninavyoombea watu hawa ukawajaze tena na roho mtakatifu, ili hofu, mashaka na wasiwasi vikapate kuondoka, bali roho wa uweza na wa nguvu akawe juu yao kwa ajili ya kuwapatia ujasiri kutekeleza majukumu na huduma ambazo Bwana umewapatia wazifanye, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo ninawaombea mahusiano yao na wewe, Bwana, yakapate kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo ninaombea huduma zao na familia zao na majukumu yoyote walionayo, Roho Mtakatifu kawaimarishe katika utu wa ndani, ili majukumu hayo akayafanya vizuri katika jina la Yesu Kristo. Hata kuwepo ambaye atakata tamaa, hata kuwepo ambaye atarudi nyuma, ambaye atashindwa kwenda mbele, hata kuwepo miongoni mwa wanaosikiliza katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo riko rama sakara paribosheke Riko, kantara, siki. katika jina la Yesu Kristo, kila moyo wa kukata tamani na ufuta kwa jina la Yesu Kristo, ninatamka ninatamka urejesho, natamka matumaini mapya ndani katika jina la Yesu Kristo. Hata mti uliokatwa una matumaini kwamba utachipuka tena, katika jina la Yesu Kristo, ninatamka urejesho kwenye maisha ya hawa watu, katika jina la Yesu Kristo, natamka afya njema, natamka zima kwa kila mmoja mmoja anayesikiliza mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Neema ya uponyaji na afya njema itaambatana pamoja naye kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Sante, Bwana Yesu, unayeponya unayefungua na unayeweka mahusiano yetu sawa mbele zako, ni katika jina la Yesu naomba na kuamini amen. Amen, amen. Basi mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nipende kukushukuru kwa kuwa pamoja nasi mpaka kufikia wakati huu. Wakati huu ndipo tunapohitimisha siku yetu ya kumi na sita ndani ya siku hamsini za Pentekoste. Katika vipindi vijavyo tutaendelea tena hatua kwa hatua. Basi Mungu wangu awe pamoja na wewe, ni hadi wakati mwingine. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami, Pastor Joseph Mtasa toka kanisa la Rema Outreach Ministries. Nikutakie wakati mwema. Kwaheri.